Vipi guys, lakini like mko poa? Mm-hmm. Leo nimekuja hapa kuwaletea video moja tu inayohusu pesa, mane mane mane. Jamani mko kuna maswali mengi sana kuhusu kutuma pesa watu wanauliza sana kuhusu kutuma pesa, mnatuma vipi? Inakuwaje? Mimi na akaunti yangu, nataka nifungue akaunti yangu, nataka nifungue hivi, nataka nifanye hivi, nahifadhi vipi pesa zangu? Jamani, ndio kwanza nimeingia arabuni, nafanyaje? Nafanyaje? Maswali yamekuwa ni mengi mengi mengi. Sikilize hii video mpaka mwisho please, ili upate faida na ufahamu na jinsi ya kutunza pesa zako. Unataka kutuma pesa Tanzania, kuna mawakala siku ambao wanatuma kupitia kwenye simu. Ninavyosema kutumia kwenye simu sio, ukiwa Omani ndo unatuma kwenye simu kuelekea Tanzania, hapana. Narudia tena, hapana. Ninavyosema kuna mawakala, na maana wakala alioko Omani na wakala alioko Tanzania, yule wa Tigo pesa inaitwa Mix siku hizi, Mix na nini, Mix na eh? Mix na nini? Yes, yes, wale ambao mawakala wako Tanzania wana watu wao wanafahamiana nao rabugi, ambao wako Arabuni ambao wanawaingizia pesa kwa njia ya benki, wanaenda kuzitoa pesa benki na wanamrushia ndugu yako ambaye yeye ana mtandao tu mix na yas, Airtel, Voda, Halotel na mitandao mingine. Ina maana wale mawakala wa Tanzania tayari wana froti nyingi, mtu akitajia elfu hamsini hawezi kusubiria mpaka akatoe hii ya benki chap chap anamrushia ndugu yako chap chap, ndugu yako anaipata. Kwa hiyo wewe, ambaye uko Omani, usiseme kuwa au usitaraji, usifikirie kuwa labda pesa inatumwa kwenye simu kutoka Omani kwenda Tanzania. Hapana, kinachofanyika, wakala wa Omani anamtumia wakala wa Tanzania kwa njia ya benki, ila inakuwa rahisi koko wewe kwa ndugu yako, kwa sababu yule wakala alioko Tanzania anafrot iko pale, kwa hiyo kama wewe unahitajia laki mbili, laki tatu, laki nne, laki tano ni chapchap chap tu anamtumia, alafu baadae ataenda kuzitoa benki. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na akaunti ya benki ya wakala alioko Oman au Dubai. benki gani? wengi wao wanatumia benki Maskati, kwa watu ambao wako Omani, na benki zingine. Kwa hiyo unampa bosi wako ile benki Maskati anaingiza pesa kwa benki Maskat, alafu yule wakala wa Omani yeye ndo anasambaza Tanzania kwa muda wake mwenyewe. Anajua yule wa Tanzania ndo palepale, anakuwa na attention, pesa zipo, atamushia mtu wako unamtaka. Kwa hiyo ni rahisi kutuma kwa njia hiyo. Kingine kwa wewe mfanyakazi ambao ndo kwanza umefika au unauliza swali, swali lako hili ya kuwa nitatunza vipi pesa, kuna watu wanafungua account Arabuni, benki Maskati na benki Zofari na benki zipo nyingi nyingi. Unafungua ile akaunti yako ya benki ili kuweka pesa zako kwenye akaunti yako, na hii inasaidia sana kwako wewe kutuma tuma ile hata. Ndio maana unakuta watu wanatapeliwa kirahisi, kwa sababu unakuwa unatuma tuma tu, lakini ukiwa na akaunti yako umeitunza pesa, utaepukana na mambo ya kutuma tuma yasiyoeleweka, kumtumia huyu, kumtumia huyu, itakuwa inakusaidia zaidi. Lakini sikushauri wewe ambaye utakuwa umefungua akaunti ya benki ukiwa Omani, unapoondoka eti huondoki na pesa cash, unaondoka na ile kadi yako, unasema naenda kutoa Tanzania. Hicho kitu ni mkasi. Ukishaona umefungua akaunti yako ukiwa Omani, umetunza pesa zako, mfano umetunza pesa zako mpaka miaka yako hiyo miwili Siku ya kuondoka au wakati unakaribia kuondoka kazi, toe pesa zako zote, zikamate mkononi unapoondoka kwenda Tanzania. Haijalishi unaenda utarudi, au unaenda utafanyaje, au unabadilisha bosi, unaenda kwa bosi mwingine, ukaondoka na ile akaunti yako haitokusaidia ya pesa zako zitakuwa zimepotea hivyo Haziwezi kuwa zipotee, zimechukuliwa, lakini itakuwa wewe so wakati ulikuwa ukitajia pesa umepotea. Yaani, kwa mfano kama ulitaka kutoa leo alafu ukaona kuna kitu kimefanyika makosa kwenye akaunti yako, itasubiria mpaka yarekebishwe, sijui wiki mbili au tatu, utakuwa umechelewesha mambo yako. Kwa hiyo ukiona unaenda kwa bosi mwingine, toa pesa zako zote, kwa sababu tayari majina ya bosi wako wa mwanzo na na wa sasa yanabadilishwa, akaunti yako itakuwa jina limehama ya yes, sponsor wako Kwa hiyo kiusalama zaidi tunza pesa zako benki. Umeshindwa kutunza pesa zako benki, labda kwa mfano wale mabosi hawajakwambia ufungue akaunti, angalia usalama wa nyumba yako ukoje, chumba chako, mazingira yako, wapi unaweza ukaficha pesa zako. Jamani, pesa hata kama mtu angekuwa na gunia nzima, anajua jinsi yazihifadhi hakuna mtu asiyojua kuficha hela. Kwa hiyo usiniambie kuwa oh, mimi nimeamua kila mwezi niwe natuma Tanzania kwa sababu sina pa kuficha. Oh, mimi nimetapeliwa kwa sababu nilikuwa namtumia ndugu yangu, nilikuwa naona kule Arabuni sijui pesa nitaweka wapi, ikabidi niwe nazituma nyumbani, shangazi yangu kazitumia zote, mjomba wangu kazitumia zote, mume wangu kazitumia zote. Epukana na hayo mambo. Fungua akaunti. Umeshindwa kufungua akaunti ukiwa Oman, umeshafika. Fungua akaunti kabla hujaondoka Tanzania. Akaunti zenyewe za, za kufungua ni kama ifuatazo NMB, CRDB, Equity Bank na zingine ambazo sijafuatilia, lakini kwa hizi tatu zilizokutajia zitakusaidia. Kwa nini nasema zitakusaidia? ukisha kufungua hizi akaunti zako tatu zilizokutajia za, utaondoka na ATM yako kadi, utasafiri nayo kuleo, maana unako kwenda namba zako za ATM unazo, majina ya ATM yako yanatumia jina lako mwenyewe, saini yako mwenyewe, umesaini namba yako ya simu lausajilia pale ulikuwa unafungulia kwenye akaunti yako, uliojaza ni namba yako mwenyewe yenye majina yako mwenyewe. Vyote utakuwa uko navyo mwenyewe mkononi, umesafiri navyo kwenda Omani. Nifuatishe vizuri hapo, ukiwa Omani hawa na wakala nilokwambia, wanatuma pesa, ukiwapa ile akaunti yako ya kwa mfano ya NMB, jamani, akaunti yangu hapa ya NMB naomba niingiziwe hizi pesa. Utaingiziwa hizo pesa kwenye akaunti yako Tanzania. Ile laini yako ambayo ulisajilia kule, utakuwa unayo Omani, si ndio? Itakuwa kwenye simu yako, itakuletea meseji, umeingiza pesa kwenye akaunti yako kiasi ile laini yako ukifika Omani usiitoe kwenye simu, ibaki kwenye simu itakuletea message. Kama ni, ni Tigo au siku hizi inaitwa Yasi, kama ni Airtel itakuletea meseji kuwa umeingiza pesa kiasi hichi. Hutakuwa na ugomvi na ndugu yako yoyote, hutakuwa na ugomvi pesa sijui zilienda wapi. Zile meseji ambazo wewe unatuma kwenye akaunti yako zinazokuletea zile utazitunza na zile meseji ambazo wakala amekutumia kuwa tayari nimesha deposit pesa kwenye akaunti yako utazitunza. Yani nasema zitunze, ili mwaka wowote na mwezi wowote unarudi nchini, umeingiza ATM yako imekwama, kwa mfano, utaenda benki kuwafahamisha, nilikuwa naingiza pesa zangu, meseji hii na meseji hii, tarehe hii, tarehe hii, tarehe hii, watarekebisha kila kilichokuwa kimekosewa, labda kwa mfano pesa zako zote zitarudi, utazikuta kwenye akaunti yako, kuepuka mgogoro wa watu kutapeliwa. Oo oh, mimi nimeamua bora niwa namtumia mjomba wangu kwa sababu sijui nitunze wapi, niliamua sijui nifanye nini. Epukana na hayo mambo, tunaelewana ndugu zangu. Utapeli umekuwa mwingi mpaka naonekana watu waliokuomani hawajui kutunza pesa zao kuna watu wanaoingia kwenye magrupu wanatafuta wafanyakazi wa Omani wako wapi, manake wanaela uko na sio wanaga sehemu ya kuweka na kinachofanya wafanyakazi wa Omani watapeliwe ni moja, hawana matumizi ya pesa zao, kwa sababu wewe unaamka asubuhi, chai ipo, vitafunio vipo, nguo zipo, sabuni zipo, mafuta yapo. Kwa hiyo unaona vile vile riali tano tano, mshahara ukipata umeweka, mshahara ukipata umeweka. Ni rahisi mtu akikwambia nipe riali ishirini Umetuma ni pidiali kumi na tano ni pidiali arobaini. Ndio maana watu wanaona hawa wafanya kazi jamani, wana hela hawataki ku... yani, wana hela hawana pa kuweka, kumbe hela zao ni za kudunduliza na so nyingi kihivyo, ila tu wanashindwa watunze wapi watu. Elimu ya pesa tunahitaji sana wafanyakazi, elimu ya pesa, wapi utunze pesa, nini ufanye ukifika kazini. Tafadhali video hii usibaki naye, mtumie yule na yule na yule mfanyakazi ajifunze. Kwa hiyo ndugu zanguni, tumeelewana jinsi ya ufafanuzi wa kutuma pesa na jinsi ya kutunza. Video hii nimekufafanulia vizuri zaidi, utunze vipi pesa, ufanyeje, ni maamuzi yako mwenyewe. Dunia leo, usimwamini kila mtu, hata kama ni mzazi wako. Ataitumia pesa yako, utajisikia uchungu, kitu ambacho utakuwa hujakitendea haki kuchukia mzazi wako kutumia hela yako. Utachuma dhambi na yule mzazi. Sasa, ili uwe na amani ya pesa zako. Najua jinsi watu wanavyopitia kwenye tabu yote, kwa sababu unakuta mfanyakazi wa Omani au mfanyakazi ambaye kwa Arabuni anakuwa hafaidiki na ule mshahara wake hata mia. Tofautisha mtu ambaye anafanya kazi huko Tanzania. Unafanya kazi huko Tanzania, ukipata tu mshahara wako, unaamua hata kwenda dukani sehemu kamwe kangoka kuna kukataka hivi uende sehemu ukanunue kapepsi kabaridi hivi, unywe, ujifute machozi kwa ile kazi na mshahara wako. Mtu aliyoko arabuni hana hizo. Akipata mshahara wake anaendelea na kazi tu, hana duka la kuingia, sijua anunue pepsi, sijua ajifurahishe. Hana sehemu kwa tauni, hata kama mshitaki kalikobanikwa hivi vizuri, yani ajiridhishe, kuwa mm, siku fulani, yani nilitabika, hebu ngoja kwanza nile kwa mshahara angalau hata 2000 hana Unakuta anafaidika loko Tanzania, yaani yendo nitumie elfu kumi, nitumie nakwambia, najiburudisha kasoda hapa, akanitumia mtu fulani yule anayofanya kazi kule, hajanywa hata hiyo soda. Unajua kuna ile soda ambayo mtu ume, umeikuta mtu amenunua nyumbani, zipo soda hizo, zipo hivyo vyakula, lakini kuna kile chakula ambacho mwenyewe roho yako imechagua najisikia leo kula ka, kaugali na mchicha hivi yani eh, kwa huu mshala wangu, hebu nipite sehemu nimweka mchicha hivi, nikapike na nazi, nipike ugali mlaini, nile, nilale kwenye mti, nilale kwenye kaupepo tofauti na huyu ambaye ameamka tu mchicha ameukuta. Hata kama am, ni chakula ambacho kizuri, lakini hajala kwa kuchagua mwenyewe, amekula kwa sababu kipo. Jifunzeni jinsi ya kutunza pesa. Kama hujaweza kutunza benki ya Oman, fungua akaunti Tanzania. Usiseme ndugu yako akufungulie a a ah-ah. Umeshaingia Oman, ndio umesikia hii sauti. Fungua akaunti ukiwa Oman, kwa sababu tayari haupo Tanzania. Hata kama ukimwambia mtu nifungulie akaunti huko, afu nitumie nitakuwa natupia pesa, namba ya siri anayo yule mtu, atadraw pesa zote. Sikugombanishi so, na familia yako uelewe na kuweka ufahamu baina yako wewe na ndugu yako, kuwekeana mipaka ili msigombane kwa sababu ya pesa. Hii ndio cha msingi. Mimi mimi ile ndugu yangu wa damu, yani lake langu, langu lake, usiweke hivyo. Kuna watu walikuwa lake lake, wakaja wakagombana, chanzo pesa. Kwa hiyo kuwa mwangalifu. Fungua akaunti yako Omani, wewe ambaye uko Omani, fungua akaunti. Umeshindwa kufungua akaunti yako, labda mabosi wengine hawakupi fursa ya kufungua, tafuta sehemu ya kuficha pesa zako vizuri. Umeshindwa kuficha pesa zako mwenyewe, hamna sehemu ya kuficha? Yaani, tafuta njia. Umeelewana guys. Thank you so much kwa kuwa nami, usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment.